Umlango wangu mimi kitabu changu mimi ni ukurasa wa nane, ukurasa wa nane. Babu na waakibu duului, huu ni mlango wa vichanguzi vya udhu. Huu ni mlango wa vichanguzi vya udhu. Nawakibu huu vichanguzi vya udhu, arbaatu ni vine. Nawakibu huu vichanguzi vya udhu, arbaatu ni vini. Al alawal uruju shayin, ya kwanza ni kutoka na kitu Alawalu, cha kwanza, huruju shei ni kutokwa na kitu chochote mina lukubuli au iduburi, kutoka tupu ya mbele au tupu ya nyuma. Kwa hii na khara ya khara gija, kutoka kwa nguvu. Katole wa mtu kitu kwa nguvu. Wakana tuwa hira ni kakawechi ni kutoka kiko tuwa hara, lakini kimetoka toka. Ila mani ya shakasi lakari jiminu au wala mara, isipokuwa mani ya mtu ya liyo mtoka yeye mtu au wala mara, mara ya kwanza haa ilamani ya shakhsi isipokuwa maniia mtu alhari aliomtoka minu, kutoka kwa huyo mtu, au wala mara mara yake thani. Zawalu tamyiz ni kuondokwa na upambanuzi, upambanuzi umeondokwa na upambanuzi, maana akili haipambanui jema, nilipi, nilipi. Nilipi, nilipi. Tamiz, ni lipi baya ni lipi zuri, ni lipi baya ni lipi meelewa. Zawalu tamyizi ni kuondokwa na upambanuzi bijununi kutokana na undazimu au sukrin, au kwa kulewa au maradhin, au kwa maradhi au naumin, au kwa kulala ila mimman, isipokuwa kulala kwa mtu ambaye ni mumakin. Nama mumakina amelala hali ya kuambatanisha makaada hu matakwa yake mimakarri, hii kutoka male pala mahala pake aridhini alipolala pale, aaa makarri penye matulivu yake alipokaa pale akaapatanisha matako yake pale, kaya kaza, wanasema ile inastiri tupu, hata ukijamba inakuwa udhi wako bado haujashanguka wa, eh? mara nyingi haujambe ukilala hivyo. wa thalithu mulamasatu rajul lilmarati la ajnabia, ya tatu ni kugusa mwanamke, mwanamume kumgusa lilmarati la ajnabia, akamgusa mwanamke mtukange athalithu mulamasatu rajuli ni kugusa kwa mwanamume, akamgusa nini ilmara atila ajnabia, akamgusa mwanamke mtukando kando, min ghairi haili, pasi na kiziwizi chochote, ngozi kwa ngozi, baina jildaihima, kati ya ngozi zao mbili, wakagusana sa, baina jildaihima, kati ya ngozi zao mbili walau kana kullu minhuma, ijapokuwa kila mmoja katika huyo mume na mke ni harima, ni mkongwe, japokuwa ni watu wakongwe, lakini ni watu kando, so mahram mwacigu sana hugu mechanguka au hasalati lmulamasa, au lipatikana huko kugusana bighairi likhtiyari, pasina khiyari, bahati mbaya eh, au hasalati lmulamasa au kulipatikana huko kugusana kwa mume na mke bighairi lihtiyari pasi na khiyari, wayantakidhu biha wudu kulli minhuma, lakini pamoja na hivyo utachanguka kwa huko kugusana pasi na khiyari utachanguka udhu wa kila mmoja katika wawili. Warabiu ya nne, masukubu lil adamii, ni kuigusa tupu ya mwanadamu warabiu kichanguzi cha nne masukubu lil adamii ni kugusa tupu ya mwanadamu, tupu ya mbele au halkata duburihi au kikuku cha tupu yake ya nyuma. Masukubu lil adami, ya nne kichanguzi cha nne ni kuigusa tupu ya mwanaadamu tupu yoyote au halkata duburihi au kikuku kuacha tupu yake ya nyuma, bibati nilkafi ukagusa hasa kwa ndani ya kiganja bilaha ilipasi na kizuizi, bibati nilkafi ndani ya kiganja bilaha ili pasi na kizuizi chochote, walau maasawi, ijapokuwa uligusa hiyo tupu pamoja na kusahau awili ikirahi, au kwa kutezwa nguvu, kwa kulazimishwa, wayantakibu bihi, na utachanguka kwa huku kushika kwa nguvu, ulu ilmasi fakat udhuwa mwenye kushika tu yule alolazimishwa, lazima ushike mahala hapo, akapashika kwa kulazimishwa, udhu wake utachanguka yeye, lakini mafuuli alioguswa hatochanguka. Ila inkana almasu, ila itakapokuwa huko kugusa au kushika baina rajulin wauntha ajnabiyatin, ni kati ya mwanamume na mwanamke, tena watu kando. Ila inkana almasu, ila isipokuwa itakapokuwa kule kugusa baina rajulin wa untha ni kati ya mume na mwanamke ajnabia watu kando. fayantakidu bihi udhuuhuma kama sabaka, utachanguka kwa kugusa huko udhu wao kama ilivyotangulia. wayahrum ni haramu bilhadathi lashar, kutokana au pamoja na hadathi ndogo. wayahrum ni haramu kabisa, bilhadathi lasghari, ukiwa pamoja na hadathi ndogo. hadathi ndogo nini? kutokuwa una udhu ni haramu aswalatu kuswaliwa tawafu na kutufu wa masul musahafi na kugusa msahafu, hata kisihi mpaka mfuko wa msahafu, hata kisihi mpaka mfuko wa msahafu, wasundukihi na sanduku la msahafu, maadama asihima muda kuwa msahafu uko ndani ya mfuko huo, au uko ndani ya sanduku hilo, ni haramu kuligusa kama unaudhu wa waahilu kalbu waraki al musahaf ni halali kuligeuza karatasi la msahafu wa yahilu, ni halali, kalbu waraki al musahaf, kugeuza karatasi la msahafu biudin, kwa kijiti chochote, illa infasalatil waraka, illa itakapokuwa infasal inimfasalatil waraka likipambanuka lile, katwa inimfasal likipambanuka, alwaraka tu lile karatasi wahumilat alaihi na msahafu ukabebwa maelewa juu yake, sawa hivyo masala nyingine. Alafu wayahilu hamluhu ni halali msahafu ule ule kuubeba, lakini fi matai, katika mzigo. Narudia, wayahilu kalubuwarake, ni halali ukigeuza karatasi la msahafu, biudi, ukaligeuza na kijiti, ila infasalati waraka, isipokuwa likipambanuka lile katwa wahumilat aleihi, alafu lile katwaa likabebwa ndani ya ule msahafu, si umeelewa? Lakini hapo au ile il, il, katwa lenyewe limejitenga, limetoka kwenye msahafu, lakini likachukuliwa likaingizwa ndani ya msahafu, basi litahesabiwa ni kama vile msahafu. Wanaelewa? lakini lakini wayahilu hamluhu ni halali kuuchukua kuubeba huo msafu, lakini fi matai katika mzigo, mzigo wa kuni, mzigo nguo, ila inkasada al musharaf wa adahu, isipokuwa itakuwa ni haramu. Tafsiri ni nyingi zaidi maelezo ya tafsiri ni mengi kuliko Qurani kwa yakini. Ni halali yamna neno wala yamna unswabiyul mumayyiz, pamoja na yote hayo hazuiliwi mtoto mdogo almumayyiz aliye mpambanuzi. Mumayyiz, nafikiri almumayyiz ismul fa'il, mtoto waki, mtoto yoyote mdogo ambaye ni mpambanuzi, mtoto wa kiume ambaye ni mpambanuzi, mimasil musafi, kuushika msahafu kwa hamlihi na kuubeba lihajati taalim, kwa haja ya kwenda kujisomesha namsali marefu sana inakwenda mpaka watoto wa kike wadogo wadogo ambao wamebalighe, hata wakiwa hedhini, pia wako maimamu wanaruhusu washike misafu kwa ajili ya taalimu, madrasa wanasoma. Si vizuri ka, ha, ha, sijisikii vizuri, so vizuri watoto wa kike kuwadhiri namna hiyo, wanaruhusiwa, lakini kwa watoto wa kike ambao wako madari, sio shu, wanasoma sio majitoto wa kike ambao wako barabarani, yana mambo yao eh? faslu Yajibuli istinjau, kunapasa kustanji. Minkuli khariji, kutokana na kila chenye kutoka. Minalkubuli au iduburi, kutoa kwenye nje ya tupu ya nyuma, tupu ya mbele au tupu ya nyuma. Inkana najisa, ikiwa ni najisi walau watha, kikatapakaa mahala hurujii, pale mahala pakutoka kwake. Yajibuli istinjau, kunapasa kuna, kuna lazimu kustanji min kulli hariji, kutokana kila chenye kutoka min alkubuli, kutoka tupu ya mbele au idubuli, au tupu ya nyuma in kana najisan, ikiwa ni najisi chenye kutoka walau watha, na kikatapa kama hala hurujihi, pale mahala pa kutoka kwake. Wajuzu na kuna juzu ayastanji al shahas astanji, mtu wajuzu anyastanjia shahas bila ajari fakat, na kuna juzu astanji mtu kwa mawe tu wa juzu an yastanjia shakhs, kuna juzu astanji mtu bil ahjari kwa mawe fakatu, walau bila udhuri, ijapokuwa ndipasina udhuru. Wa inkana ala tarafil bahari, ijapokuwa yuko kwenye ncha bahari, bahari ile pale maji chungu zima, naelewa. Lakini mwenye kaamua astanji kwa mawe hana neno, anastanji. Wal iktisaru ala lmai afdal na kupilizika juu ya kuatumia maji ni bora zaidi. finali iktisarimi alal hajari kuliko kupilizika alalhajari ala stimali lhajari, juu ya kutumia mawe ni bora ufupilize kwa kutumia maji kuliko kufupiliza ukatumia mawe, sio bora, sawa. waljamu bainahuma, na kujumuisha kati ya maji na mawe, hiyo ni afdalu, ni bora zaidi. waljamu bainahuma, na kukusanya na kutumia maji na mayo hiyo ni afadhali ni bora zaidi. Wajibu tandhifu lmahali, na kunapasa kupakausha mahali. Wajibu tandhifu lmahali, na kunapasa kupakausha mahali min aini najasa, kutokana na dhati ya najsi wa athariha, na athari ya ile najsi. Inistanja bimai, endapo atastangi kwa maji ni bora zaidi eh. Fa inistanja bil hajari Akistanje kwa mawe huwezi kuiondosha yote. Ufia anil l athari lkalili, patasamehewa athari chache, athari ile chache yake itasamehewa. Aina neno aladhi athari ambayo la yuziluhu, haiwezi ondoshwa athari hiyo ila bilma, hakuna kinachoiondosha athari hiyo ila bilma, isipokuwa kwa maji athari hiyo itasamehewa au ilghasafu sighari au vinzaya nzaya vidogodogo au vigae vidogodogo au vijiwe, yaani vipandepande vya nini zile, vipandepande vya tiles vipande vya vigae vile vetuhazafu vinzayanzaya au vigae eh? waidha ktaswara na katauilzika alalhajar juu ya mawe wajaba thalathu masati, kuna pasa atumie mifuto mitatu afute na hilo jiwe mara tatu waidaktaswarana atakapofupilizika ala lhajari wajaba thalath masahati kutapasa kufuta mifuto mitatu. Wainnadhafa almahali, na endapo atakapata atakapatakasha pale mahali akalu minha kwa uchache wa hizo mara tatu. Wainnadhafa pajapo takasika almahala pale mahali akalu minha na uchache wa mara tatu pametakasika kwa mara mbili tu, timiza tatu hiyo ni inha wa in pajapo takatisika wainadhafa lmahala pajapotakasika, pale mahali biaalu minha na uchache miongoni minha mina thalatha, fa faila mtu nadhifuhu thalath, endapo pale mahali apakutakaswa na zile mara tatu. Faila mtu nadhifuhu thalath, endapo pale mahali apakutakaswa na hizo mara tatu ulizofuta, za mare wajaba an yuzida alaiha, unapasa azidishe juu ya mara tatu Wajaba anyuzida alayhi kuna pasa kuzidisha juu ya mara tatu, hata yunadhifahu mpaka apatakasa. Fa inna dhafahu, akipatakasa, biwitirin, kwa witiri, lam yazid alayhi shay'a, hakukuzidi juu yake kitu chochote. Fa inna dhafahu, akipatakasa, biwitirin, kwa witiri, lam yazid alayhi, atazidisha juu yake shay'an, kitu chochote, yani mara tatu, mara tano, mara saba inatosha. Wa inadhafahu bi shaf'in, akipatakasha kwa shufa, maana umepatakasha kwa mara mbili, umepatakasha kwa mara nne, kwa mara sita, maelewa? fa sunna, ilivyosunna lahu an yazida wahida, azidishe mara moja ili ipatikane ile witiri au tiru ya ahl alquran, eh? Ni sunna kupenda kufanya witiri kila Muislamu, eh? fakumu makama alhajari fil istinjai na kitasimama mahali pamawe katika kustanji. kullu jamidin tuahirin khashini, kila kilichokuwa kikavu khashinin, kilichenye ngura kwa ngura, tuahirin, kilicho tuahara. wa yakumu kinasimama, makama alhajar, mahala pajiwe mahala pamawe, filistinjai, katika kustanji kitu chochote. kullu jamidi, kila ambacho ni kikavu kikavu, twahiri, kilichokuwa twahara kashi ni nchi yenye kukwangura kwangura yake nayo kinaweza kuingoa au kuikwangua. Aininna ainan najasa dhati ya najsi kahir, ka, kama vile kitambara kahirkatin kama vile kitambara eh? Basi kitambara cha jinzi cha kaki kama kinaweza kukwangura ukaisi kama ni jiwe jiwe hivi, basi inasimama mahala pa jiwe, aina neno, eh? Wa shurutu li istinja bil hajari na sharti za kustanji kwa mawe. Washurutu liistinjai bilhajari, na shati ya kustenji kwa mawe. Allah yanshafa alkhariju najisu kisika uke, Allah anyanshafa kisije kikakauka. Alkhariju najisu, kile chenye kutoka kilicho najisi, yaani najisi isije ikakauka. Umeelewa? wa allah yantakila wala isigure anil mahali ladhi kuondoka mahala ambapo istakara fihi ilitulizana, hapo ilitoka najsi, ili ikaganda hapo, ikakaa hapo, basi isikae paa ikakauka hapo, au isije ikaondoka ike namba, pengine wala atajawaza lbaul na kutopetuka mkojo, wala yujawiza lbaul na usipetuke mkojo, hashafata dhakari, kichwa cha dhakari, walalhait wala asipetuke mavi, swafahata al aliyataini melewa huu mchapaziko wa matako mawili, mstari huu wa matako mawili eh? wa alla yafsila, na usipambanuke baulul untha, mkono mkojo wa kike, ila mahali jimaiha, ukapambanuka ukaondoka, kuondoka pale kwenye mahala, ila mahali jimaiha, ukwenda kwenye mahala pakujamiiwa kwake. Sehemu hiyo si sehemu nzuri. Ikifika sehemu hiyo ni kutakuwa najisi, hawezi kustanjikwa mawe, lazima ni maji itaweza kusafisha sehemu hizo eh?